Ewa subira, subira ni kipaa kikubwa macho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwatunuku waja wake na kuwa kielelezo kwa watu wengine waliobakia kimdigavandogaavuka alayhi salaam